Na mtazamaji, baada ya kuuawa kwa padre Alois Bett katika eneo la Kerio Valley, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wazee kutoka kaunti tano za Bonde la Ufa wamepanga kikao ili kutafuta njia mbadala ya kuleta usalama wa kudumu eneo hilo. Wakiongozwa na mzee Andrew Chemweno kutoka kaunti, kaunti ya Elgeyo Marakwet na mzee Alex Mursi kutoka kaunti ya Uasin Gishu, wazee hao kwa kauli moja wameafikiana kueneza ujumbe wa amani na usalama katika mikutano mashinani. Katika mkutano uliohudhuriwa na wazee zaidi ya 60 Eneo la Cheptebo, Keyo Kusini, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wametaka serikali kufungua tuna shule zote zilizoathirika pamoja na kuanzisha miradi ya maendeleo. Na tumeshangaa kwa nini mambo kama hayo yamefanyika katika Kerio Valley, mambo ya kuua padri na watu wengine. Leo tumepitisha kwamba na kila mtu asikie katika sehemu hizi katika Se Rift Valley, hasa katika Kerio Valley kwamba wazee wamekata kauli kwamba hawa sisi ni ndugu, na hatutaki tena kumwagikaji wa damu katika Bonde la Ufa. Mambo ya amani endelee, na ile shule zote ambazo ziliathiriwa na mambo ya kutukua na usalama yote watarudisha kuendelea kwa. Kwa hivyo yote ambaye tuliongea, tuliongee mambo ya amani ambaye sasa nafikiri, tutaendelea tutatembelea mahali ambapo iliathirika kwa mambo ya amani. Kama kuna silaha haramu iko mikono ya wachangili, serikali wafanye kazi yao, ili kwa, kwa sababu tuko na serikali ya kutuchunga. Kabla serikali kuingilia, sisi wazee tunamwambia hawa watu ambaye wako na eh, eh, silaha hiyo ambaye ni haramu, toa kwa serikali, usingoje serikali kuja kutoka kutoka